Wakati ambapo unamuona mtu amebarikiwa, mtu ameinuliwa, hapana kumwambia kuwa anajivuna. Hacha kumwambia asema anajiona, haujui alilia mara ngapi ili afike mahali alipo. Haujui oh, ni kesha ngapi alienda, haujui kwa hiyo acha kuambia watu wanaringa. Hapana, ukimwona mtu amebarikiwa, kuna mahali alipitia, alipitia kilio, alipitia kudharauliwa, alipitia kukataliwa, alipitia mateso yote, alafu Mungu akamtengeneza. Ili kuingia kwa baraka, to get your, kuna kilio Yesu anatuwakilisha kwenye msalaba l anasema Yesu akalia.